Kitatua Shinyanga, kabla hujafika Pinde kuna kijiji kinaitwa Busana. Sasa eneo hilo kulikuwa kuna roli namba pii mia saba themanini nne b m y limeharibika limeharibika liko pembeni ya barabara. Alama za barabarani zimewekwa ikiwa ni pamoja na ile triangle. Kwa hiyo kuna basi ilikuwa inatokea Mwanza, aina ya Allys lenye namba ti mia nne na arobaini na mbili ATV. Kwa hiyo lilizofika sehemu ile likajaribu kulipita hili lori ambalo limeharibika, na hivyo ku- likawa limehamia upande wa pili, lakini pia barabara inaonyesha kwamba eneo hilo hautakii kuovertake licha ya gari hilo kuharibika. Kwa hiyo katika mazingira kama hayo wakakutana na basi dogo aina ya Mitsubishi fuso ambalo nalo lilikuwa na abiria. Kwa hiyo yakawa yamegongana, yamegongana uso kwa uso. Kwa hiyo kitu cha kwanza tulichokifanya baada ya kufika eneo la tukio ni kusaidia wale abiria ambao walikuwa wamepata majeraha kuwakimbiza katika hospitali ya mkoa wa Shinyanga. Kwenye mabasi yote wawi, mawili abiria ambao walionekana kuwa na madhara ya moja kwa moja walikuwa ni takriban ishirini na sita, na ndio hao tumewakimbiza katika hospitali ya ya mkoa wa Shinyanga na wale walikuwa na hili basi ilikuwa linakwenda sehemu inaitwa Kaliwa Tabora. Kwa hiyo abiria zaidi ya ishirini na nane wao wako salama, na bado niko eneo la tukio. Kwa hiyo pamoja na mambo mengine ya ya kisheria kuhusu kushughulika na masuala ya ajali ba tunafanya e, utaratibu kuona ni jinsi gani hawa abiria ishirini na nane walionusurika wa hili basi la Allys wanakwendaje kule Kaliwa. Mpaka tunashughulika na hawa majye, majeruhi, kulikuwa hakuna mtu ambaye alikuwa amepoteza maisha. Kwa hiyo tulipeleka watu wakiwa bado ni wazima e, pale hospitali. Sasa kwa sababu bado niko eneo la tukio, sijapata taarifa ya ambayo ni tofauti na jinsi ambavyo tuliwapeleka wale majeruhi pale hospitali. Mimi ni kamishna msaidizi wa polisi Muliro, ni RPC wa mkoa wa Shinyanga, kazi yangu ni kukuhabarisha. Jiunge na ripota wako Millard Ayo na upate habari zote, install app ya Millard Ayo inayopatikana kwenye Android na iOS kwa jina hilo hilo la Millard Ayo. Utapata notification kila mpya inapoingia, kuanzia za mastaa, siasa, michezo na mengine ya dunia.